Magonjwa yote mm -hmm. yana dawa magonjwa yote unayoona duni, duniani yana dawa mm -hmm. magonjwa yasiyokuwa na dawa mm -hmm. E, ni uzee tu labda na kifo, hiyo dawa hakuna na. Lakini magonjwa yote mm -hmm. yana dawa yote, maana ukisikia yote, maana yote mm -hmm. sasa kuna wanaume wengine mash, ma, mashallah mm, walikuwa na uwezo mkubwa no. Alikuwa anaweza akasafiri mara arobaini no. Akasafiri mara nne mara tano mm, e, akasafiri na abiria wake mm, lakini baadaye ikafika abiria wake yule akawa anaona hamfikishi pale panapostahili, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam mm akafundisha sahihi, ndio wakuta ndugu zetu kina Yusufu Diwani, wasomi waliobebea katika vitu hivi, wakagundua vitu hapa. Leo hivi vitu inabidi nivionge hivi vitu, inabidi leo na mimi niviongelee. Hivi unaitwa mkono wa Iddi. Mi sijautumia <laughs> bado, lakini huu ni mkono wa Iddi, naambiwa hata habari zake ni kubwa hapa sio, sio mkono wa Idi yule wa sikukuu <laughs> Idi nyingine manake, Idi ni furaha, ndio maana mashekhe akaita huu mkono wa Idi hmm. Yani una eh, unafurahi wewe <laughs> na yule uliyekuwa naye anafurahi. Takbir, Allahu akbar. Kwa hiyo wewe, wewe ambaye una matatizo ambayo humfikishi mke wako sehemu ambayo ame anahitajika mpaka akaamua kutoroka, utakuwa responsible wote. Huko mtakanyagagia mtabadilisha gia na nini. Sasa ikifika sehemu wewe eh, kabla hajafika we unakuwa umemaliza sasa. Matokeo yake utaona sasa anaanza kukimbia, anakwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wewe utakuwa responsible. Sasa imepatikana mkombozi, mkono wa Iddi Mashekhe hapa na walioitumia wanathibitisha mm. safi. na hii imetengenezwa kutokana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama namna ambavyo tunafahamu hili ni jukwaa la Dr. Sayyidna Shekh Asofu Diwan Al-Ghazali na leo ni Alhamisi nyingine na wakati mwingine tena na kualika wee ambao tufuatilia katika kipindi chetu cha jukwaa Luthor Said na Shekh Sufudi Wan Lghazali. Na kwa awali ya yote, leo tunaye mgeni na mgeni tunaye, eh, Babu Mazinge, nadhani kila mtu wanamfahamu Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania pia wanamfahamu kwa ubora wake wa uzungumzaji, lakini pia alivyo na performance bora katika masuala mazima ya kuilingania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, naye pia utapata fursa na nafasi ya kumsikiliza lakini mada yetu kutakwenda kuiangazia inayosema namna ya kumfunga mume au mke asichepuke. Zingatia neno kumfunga asichepuke, eh, mume au mke, ili mambo yote katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Nami kaida yangu ni kufungua jukwaa, na kisha baada ya hapo na wapa ambao watakaolitawalia jukwaa letu, na ikiwa eh, yupo sambamba Dr saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali na bila shaka naye anayo ya kuyazungumza bila shaka utapata faida nyingi mno kunako jukwaa letu hili. Nami ni kupe tu mawasiliano, tunapatikana mbagala kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini, kila siku ifikapo saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, lakini vilevile unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748869733 au 0659869734 na zetu namba hizo unaweza kutupigia simu ili kupata mwongozo ule kuwa bora kabisa, nami nisiye mwenye mengi ama nisitafune nisi, nisi muda basi, muda huu nimwalike moja kwa moja mwamba katika eh, katika dunia. Maana yake tunasema dunia, nazungumzia kwamba mipaka ya nchi nyingi yamekwisha kanyaga katika ardhi yake, wanamfahamu vizuri katika masala mazima ya ulinganizi. Na muda huu mimi nimkaribishe eh, babu Mazinge aweze kulitawalia Jukwaa la Doktori Saidna Sheikh Yusufu Dalal Ghazali, kumwambia fal tafadhali, mashkura, karibu sana wanajukwaa, wako tayari kukusikia ukidondoka jino kwa jino e, ili mradi mambo yaweze kuwa katika hali nzuri wa ashhadu anna Muhammada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabii ambaye ni mkombozi wa umma, nabii ambaye atakuwa mwombezi siku ya Kiyama, nabii ambaye alikuwa ni profesa wa elimu dokta mm. anayejua ambayo iliempasa ajue kwa sababu alifundishwa na Allah subhanahu wataala. Leo namshukuru ndugu yangu Yusufu Diwani, e shekhe bingwa huyu, msomi huyu wa tiba. E, leo amenialika katika jukwaa hili kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo na mimi bila kupoteza muda, nitakuwa mwizi wa fadhila kama sikumshukuru yeye kwa kunialika hapa kwa mara ya kwanza. Na alhamdulillah. Lakini kabla ya kunialika kuna vitu alikuwa ameniambia ambavyo tunataka tuviongelee hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala alivyotuumba, akatuwekea sheria tudumu katika sheria zake, akatuwekea mapambo ya kila aina, mwisho kabisa akatuletea wanawake wakasema nimekufanyia ni wanawake mpate utulivu. Lakini wanawake hawa sio upate utulivu kwa hivi hivi. Tunapata utulivu baada ya kufunga ndoa kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema katika sura Bani Israil, akasema, wala msikaribie zinaa, hakika ya zinaa ni uchafu ulio mkubwa. Naam. Kwa hiyo leo tutasimama hapa sahihi. Kwa nini mwenyezi Mungu amekataza zinaa? Kwa sababu yeye ndio ametuumba na anajua kwa nini amekataza. Laiti kama zinaa ingekuwa nzuri asingeikataza, na kwenye zinaa maana yake hakupatikani vitu vyema, kunapatikana vitu vibaya. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, akasema mtoto aliyetoka kwenye zinaa hawezi kuzii hawezi kurithi mali ya baba sahih. Kwa hiyo hili jambo ni nyeti na ni kubwa sana, na mtume alivyokuja akatufundisha ili tuweze kuoa, na akatoa mtume, akaambiwa na Allah, waambie Waislamu wakiwa wana uwezo wao wake wawili watatu au wane tu kwa nini alisema tuwe wake wane tu? Kwa sababu duniani kuna wanawake sampuli nne tu. Kuna mfupi wa kwanza, kuna mrefu wa pili, kuna mweusi wa tatu na kuna mweupe wa nne. Kwa hiyo sampuli hizi zote ukichukua ndani kwa hiyo wewe, hii habari ya kulikabia zinaa itakuwa wewe hauko nalo, kwa sababu katika wanawake waliopendeza wako katika, viu, katika rangi hizi wako katika maumbile mrefu, mfupi, mweupe na mweusi. Kwa hiyo ukishawachukua ukiwaweka ndani, kwa hiyo wewe hutoangalia tena wanawake ambao watakuwa weupe zaidi uliyekuwa naye, hutochukua mwanamke mfupi kufanya navyo hivi hivi hivi, kwa kuachana na yule uliyekuwa naye. Ndio sababu Mwenyezi Mungu akatukataza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa hmm, akasema magonjwa yote hmm, yana dawa. Sahihi. magonjwa yote unayoona duniani yana dawa hmm. magonjwa yasiyokuwa na dawa hmm, ni uzee tu, labda na kifo. Sahihi, hiyo dawa hakuna na. Lakini magonjwa yote yana dawa yote. Maana ukisikia yote maana yote. Sasa kuna wanaume wengine mashaallah, ma, walikuwa na uwezo mkubwa, alikuwa anaweza akasafiri mara arobaini, akasafiri mara nne mara tano eh, akasafiri na abiria wake. Lakini baadaye ikafika abiria wake yule akawa anaona hamfikishi pale panapostahili, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hmm. akafundisha. Ndio wakuta ndugu zetu kina Yusufu Diwani, wasomi waliobebea katika vitu hivi, wakagundua vitu hapa hmm. leo hivi vitu inabidi vionge hivi vitu inabidi leo na mimi niviongelee hivi <coughs> unaitwa mkono wa Iddi <coughs> Mi sijautumia <laughs> bado lakini, huu ni mkono wa idi naambiwa, hata habari zake ni kubwa wewe. <laughs> ukiona kitu mimi nakiongelea na na. <laughs> Sio masiala, ujue mkono wa idi huu hapa sio mkono wa idi yule wa sikukuu. <laughs> <Aa>, hii idi nyingine. <laughs> Maanake idi ni furaha, ndio maana mashekhe wakaita huu mkono wa idi. hmm. Yani una, eh, hey, unafurahi wewe na, na yule uliyekuwa naye anafurahi ya salam. <laughs> takbir Allahu Akbar, Ta -ta hey, yani wewe unafurahi na yule uliyekuwa naye anafurahi. Itafika wakati mwingine utakuta mtu anaweza akachepuka akaondoka, mkewe anakimbia anakwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wewe, wewe ambaye una matatizo ambayo umfikishi mke wako sehemu ambayo ame anahitajika mpaka akaamua kutoroka, utakuwa responsible. Sahihi, utakuwa responsible kwa sababu umesababisha, kwa sababu mm. hafiki kituo ambacho anatakiwa afike. Sahihi, wote uko mtakanyagagia, mtabadilisha gia na nini. Sasa ikifika sehemu wewe, eh, kabla hajafika wewe unakuwa umemaliza. Mm. Sasa matokeo yake utaona sasa anaanza kukimbia anakwenda sehemu nyingine mm. kwa hiyo wewe utakuwa responsible mm. Sasa imepatikana Mkono wa Iddi mkombozi mm. Mkono wa Iddi mm. Mashekhe hapa na walioitumia wanathibitisha mm. na hii imetengenezwa kutokana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imetumiwa mizizi na amna kemikali kwamba ukitumia inaweza kukupa matatizo A -a. Sahih. Ni mizizi, sisi wazee wa zamani mm. Eh, utakuta zamani kulikuwa hakuna magonjwa kama ambayo mm. yapo sasa hivi, unaona bwana eh, sijui magonjwa ya nini na nini. Kwa sababu watu wa zamani, mashekhe wa zamani, mababu zetu wa zamani, walikuwa wanakula vitu wa asili, mafuta, mafuta ya ya karanga mm. mafuta ya pamba mm. eh, wanakula hivi eh, vile ni vitu asili ambavyo Mwenyezi Mungu mm. ameviumba ili vije tule sisi tupate nguvu, sio vitupe maradhi sasa sasa kuna vitu ambavyo hivi tunakula sasa hivi ndio vinasababisha eh, ukajikuta ulikuwa unafanya safari zako nyingi, inafika sehemu unakuwa unachoka, yani inafika wakati unachoka ufanyi vile ambavyo kama mwanzo ulipomchukua mkeo. Sio sisemei hawa wanawake a, a, mkeo nazungumzia mke, yani hii inatakiwa itumike kwa mke Sahi. Mke, mke wako wa ndoa sio hawara mm. Hii unaichukua kwa sababu umemwoa mke wako. Ukawa unajiona una nguvu lakini kwa nini nguvu zimepungua? Kwa nini nguvu zimeondoka? mm. Mashehe wako wakakutengenezea mkono wa mkono wa Idi. mm. furaha furaha. Mm. furaha ya nyumba mm. furaha ya mama kutokimbia nyumba akaenda sehemu nyingine Sahih. Mkono wa Idi manake ukishakolea vizuri, hata mama ile amu tena ya kutoka nakuwa hana Sahih. Kwa sababu mkono wa Idi unakuwa umefanya kazi <laughs> inavyostahiki. Kwa hiyo leo niko hapa wallahi, kwanza nashukuru nashukuru sana kufika katika kituo hiki eh, na kukuta mtaalam ndugu yangu mm, Diwani naam, kutengeneza vitu kama hivi Sahih. na mimi namwamini kwa sababu Diwani nimetoka naye mbali huyu, shawahi kutengeneza mpaka pipi za mizizi <laughs> pipi kabisa, anaambia babu, pipi hizi <laughs> naambia hizi pipi umezipata wapi? anaambia mtume kafundisha karne ya nane. Naam, naam. na kila alichokifundisha mtume basi akikuangamizi we binadamu we Mkristo we Muislamu. Kila alichokifundisha Mtume kina, kina heri kwako na kila alichokikataza Mtume Kini. kwako kina madhara. Ndio maana Mtume aliposema msikaribie zina hmm. Mtume alikuwa anajua kuna madhara hmm. unaweza kuwa na nguvu zako ukaenda ukafanya uzinifu hmm. ukakuta kutu ule mwingilia ule, kumbe ana maradhi hmm. yakasababisha yale maradhi kukumalizia nguvu zako za kiume Haki kwa hiyo moja ya hii dawa ni kuongeza nguvu Sahih. katika mwili wako na, na hii ni dozi ziko chupa tatu unatumia mwezi mzima. Mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nataka nikuombeni wote mnanisikiliza eh jukwaa hili, ukipata maelezo haya na namba hizo mpigie Shehe Diwani haraka, kabla hazijaisha, kabla hazijaisha. Maana yake wallahi wa billahi watallahi, Diwani kwanza ni msomi Naam. Vitu vyote anavitoa kwa mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi namwamini sana huyu alafu, kuna vitu vingine viko hapa vile vile Naam. Vitu vya tezidume <laughs> protest protest. Tezi dume Mm. Wale mnayekwenda kwenda sijui mkapimwe, mm, sijui mkachanjwe sasa hivi imepatikana hii hapa, unakunywa tu, upasuaji. bila upasuaji mm, tezi dume inapotea yenyewe <tie> tezi dume inapotea yenyewe. Acheni kwenda sehemu nyingine, mna danganya, danganywa, mnaenda kumaliza pesa zenu. Njoni mm, hapa mumuone shekhe, shekhe mpole kabisa, kwa bei iliyokuwa nafuu kabisa Mm. Kabisa kabisa tezi dume hasa kwa wanaume tezi dume inapatikana hasa kwa wanaume tezi dume. E, kwa hiyo hii nayo eh, ni katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na. Nataka nimwachie mwenyewe ili aweze kupita na. Kwa ufundi zaidi mm. Nilikuwa nataka niwaombe vijana wote vijana wote mnaoangalia katika chaneli e, hii. Naam. vijana wote mnaosikiliza mawaidha haya kimbilieni haraka, kimbilieni kwa ndugu yetu Yusufu Diwani, mje mumuone, namba za simu ametoa. Ukijiona wewe, ukijiona wewe, ulikuwa zamani unaweka penati unapiga zote ndani, naam, alafu siku hiyo unaweka penalty unapiga nje basi mkono wa idi, mkono wa idi wewe unakuhusu, na ukifanya masiala utakuwa unaona kwa wenzio. Mkono wa idi unakuhusu kuwa na hela, utakavyokuwa nazo kama, ka, kama mkono wa idi au kuhusu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo nataka nikuombeni inshallah, nataka nikuombeni inshaallah Mwenyezi Mungu ajaalie na kikubwa tuzingatie na. tuzingatie Sahe. hili jambo aliyotukataza Bwana Mtume wetu la uzinifu, mm. kuzini ovyo ovyo ovyo, bila mipango hakuna mm. maana yoyote Sahe. zamani kulikuwa na wazee wetu walikuwa najua ukizini utapata magonjwa mawili tu, kama sio kaswende mm. labda kisonono. Sasa hivi kuna magonjwa makubwa ya ajabu mm. yanakusababishia we mabalaa na yanakusababishia hata kukuua kizazi chako kabisa mm. haya ni mafundisho halisi kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwa nataka nikuombeni Waislamu msiokuwa Waislamu, msiokuwa na dini, kwa sababu maradhi hayana dini. Maradhi anayoumwa Mkristo ndio maradhi anayoumwa Mwislamu, maradhi anayoumwa Mwislamu ndio maradhi anayoumwa Mkristo. mm. Tiba dunia nzima, dokta ni Bwana Mtume Muhammad. Kafundisha karne ya nane, karne ya nane. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, na Mwenyezi Mungu alikuwa hasemi kitu isipokuwa ni ufunuo kapewa na Allah. Na kwa kuwa ni ufunuo kapewa na Allah na Allah ndio anatujua basi, akasema mtu yoyote akiumwa ugonjwa fulani, dawa yake fulani kwa hiyo na wewe kijana, wewe mtu mzima, ukiona umepungukiwa nani hii, basi maswala yote nini, kila kitu, mkono wa Iddi. Nimwombe Allah subhanahu wa taala, kila watakayekuja na kila watakayetaka wakatumia dawa hii kwa uwezo wake Allah na kwa mapenzi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam, tunakuomba Allah warudishie nguvu zao kama walivyozaliwa, na iwe ni mfano na hiki ili ije ithibitishe kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mtume wa Mwenyezi Mungu na maneno yote aliyoyasema ni, ni maneno yako Allah subhanahu wa ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.